Yes, okay. Na haa, sasa, Binance, uh, yako, yes, unaiona, uh, hapa sasa utaingia kwenye akaunti yako ya Binance ili kuweza kuwa content creator. Na tukishaingia huko kwenye ukifungua Binance yako huwa. Maana yake ndipo utapabonyeza na usije kwenye market, wala kwenye assets, si nani, hapana. Wewe utakuja kwenye home hapo, halafu utashuka chini. Sawa, kama hivyo unavyoona, utashuka chini. Ukishuka chini, utaona haka kana ni kalama eh, plus sawa. Nadhani unaiona hii hapa, ni pa ambapo mtu anaweza kwenda kuandika chochote. Kwa maana maanake utabonyeza, kisha bonyeza sasa. Tutaenda uh, kuseti kwanza profile. yes, profile yes, kama hii hapa. Hii ni profile yangu, sawa na ke, nadhani unaona na wewe utakuta tu hakuna jina lolote, au utakuta kuna jina lolote ambalo limeandikwa vitu ambavyo havielewi. Utabonyeza yes. Ukishabonyeza itafunguka yes. Ukifunguka itakuwa kama hivi, mfano hapo naweza kapaona yes, mi account yangu nishaandika na nisha verify, naitwa Crypto Journal 1 na followers wako 1054 na nadhani unawaona hivi, sawa Manake utakuja kuediti hapa kwenye jina, utakuja kuandika jina lako unalotaka la matreda, ah, tafadhali usiandike la Kitanzania. Kidogo watu huwa hawakupendi sana, ujue huku ni Wazungu wengi ukishafungua uh-huh. Sandipo utatengeneza logo, utai uploadi hapo logo niki name, taandika kama hapo utajiita o chat g o trader c, alafu kwenye bio sasa utaeleza wewe unahusika na nini hasa. Hii hi ni username, naweza kaandika mfano, mimi jina ambalo natumia ni juice pick username hilo, lakini jina maalum kabisa ni Crypto Journal 1 ndo nalojulikana hilo. Hapa sasa nisha verify we, kama huja verify haviwezi kuja lakini, hata hapa vigezo vya kuverify, sasa ngoja tuone. Uh, ili wakuwekee tiki natakiwa utimize kwanza followers elfu thelathini ukitimiza, yeah, elfu thelathini ndo. Alafu uwe na total viewers laki kama tatu hivi, sawa. Ukishamaliza kuseti tu hapo, tayari kazi yako ni kuposti, na unakuja hapa kuposti. Sasa utabonyeza hapo yes, utakuja hapa, nadhani unapaona posti Uh, kitu ambacho nakiposti huku inahusika maswala ya cryptocurrency tu. Sawa. Fao unaweza ukaandika kwamba XRP leo atapanda au XRP hatopanda au bull run is coming. Yani, kama hivyo ndo watu huwa wanakuwa wengi na huku ni wazungu tu, ni English. E, kama Kiingereza hakipandi labda unaweza ukawa unaenda kwenye Google e, translator unarekebisha tu kazi na kuisha. Afu kupost utaandika maneno hapa mfano niandike sawa. Kwa so, niandike tomorrow tomorrow morning Bitcoin will pump will pump again yes. Nadhani unaona hapa nimetengeneza post uh, yes. Kwa chini hapa naweza nikashuka, labda nikaandika nikaweka hizi alama hizi Bitcoin hizi, manake ukiweka hizi manake watu watatrade kupitia posti zako, na wakitrade kupitia posti zako, manake hapo ndipo unakuwa unatengeneza pesa. Kwa mfano hapa nimeandika yes, tomorrow, tomorrow morning Bitcoin will pump again, halafu nakuja kupost publish yes. kuja kupost hapo utakuwa nimepost tayari, successful post imekuja hii hapa, nadhani unaiona. Yes, hii hapa imeshakuja hapa. Tomorrow morning between will pump again. Huenda watu watakuja wengi sana watauliza why? Why will pump again? Halafu tajibu. Wengi wanafanya analysis, kuna wengine wana post post hizi, nadhani unaziona. Asante kwa kunisikiliza na nikutakie siku njema. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.